Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara katika kata ya Nyakagomba, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ameeleza mbinu mpya ubakaji kwa waganga wa tiba za asili. Na sasa hivi imeingia tabia mbaya zaidi kwenu nyewe waganga, mnafanya zinaa na wake za watu kwa kuwadanganya, mnawatibia <coughs> na mbaya zaidi mnaenda mbali, mnawarekodi. Akitaka kukuacha unamwambia nitakuua. Ukiona vile unavyomtisha kumuua, anakataa, haogopi, unaanza kumrushia zile picha ulizomlewesha madawa yako ukamwingilia kimwili, ukimtishia kwamba utamdhalilisha. <laughs> Naomba nitangaze vita zidi ya waganga wa aina hiyo. Mimi naitwa Sofia Jongo, sina muhali na muhalifu. Waganga upo, lakini Mungu yupo, na mimi namwamini Mungu. Acheni tabia chafu, mnachafua tasnia ya uganga wa asili. Kuhusu idadi kubwa ya wagombea ubunge na udiwani kukimbilia kwa waganga wa jadi ili kupata dawa ya kushinda uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, jeshi la polisi mkoani Geita limetoa msimamo mkali. Sidhani kama wagombea wetu wanayo sababu yoyote ya kutafuta mguu wa albino ili ashinde. Kama wananchi wanakukubali, wanakukubali. Na nyie waganga, acheni kutumia hizo mbinu kuharibu viongozi wetu na hatimaye mnatusababishia uhalifu. Awaomba na kwa si endelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Usalama unaanzia kwako. Usalama na amani ya nchi hii unaanzia kwa wewe mwananchi, sio vyama vya siasa. Vinakuja kila chama kije sera zake na mfuate sera na kupiga kura, lakini sio kufanya vurugu. Vurugu sio inayopiga kura wala inayokufanya ushinde. Matusi sio inayowanaopiga kura wala inayowafanya mshinde. Nawaomba nakuwasihi Geita yetu sasa hivi ina amani kubwa sana. Kuhusu ombi la wananchi kujengewa kituo cha afya ili kuondokana na tatizo la kukosa huduma za afya katika kata yao, mkuu wa mkoa wa Geita Bwana Martin Shigela akaeleza mpango wa serikali kumaliza tatizo hilo. Tumeanza safari ya ujenzi wa kituo cha afya tumejenga boma lenye thamani ya milioni 25. Serikali ina mpango na mbia mbia siya na wa kualetea milioni na milioni 250 si milioni 250, kutoka CSR, si ndio mkurugenzi? Nataka niwahakikisheni fedha hiyo tutaileta na tutakijenga kituo cha afya kiweze kukamilika. Dkt. Samia ameleta fedha nyingi kwenye afya. Ukiangalia halmashauri yetu ya Geta DC haikuwa na hospitali ya wilaya, tulikuwa tunaenda mpaka Geta mjini ndio tunapata huduma. Watu Wageita wa, wa vijijini wako zaidi ya milioni moja na laki tatu.